Mtazamaji, wa Rabi TV, hii ni Morning Victory kila siku ya Jumatatu mpaka Ijumaa, mtakao kupata burudani na huyu ni zaidi ya kwa kujaza mengi ambao wameza kujiri nje ya mipaka ya Tanzania. Mtazamaji na nafasi ya kutuma ujumbe wako kupitia namba ya simu ambayo unaiona kwenye runinga yako. Na moja kwa moja katika upande wa kimataifa, tuangazie katika taifa la Israeli pale ambapo Waziri wa fedha wa taifa hilo la Israel Bezalel Smotrich, ambapo ameweza kutoa tamko kuhusiana na watu ambao wanaishi katika ukanda wa Gaza, akisema kwamba ukanda wa Gaza utaangamizwa kabisa, na amesema hilo litafanyika tu baada ya wakazi ambao wanaishi katika ukanda huo wa Gaza, pale ambapo wataweza kuhama na kuweza kuhamia katika mataifa mengine, kwa sababu unajua kabisa kuna mpango wa kuweza kuhamisha watu ambao wanaishi katika ukanda huo wa Gaza na kuweza kuhamia katika baadhi ya mataifa ya Kiarabu. Sasa ni kwamba waziri huyo wa fedha wa Israel Uh, Bezalel Smotrich ambapo alipoweza kutoa tamko hilo na kusema kwamba watu ambao wanaishi katika ukanda huo wa Gaza inabidi wahame haraka kwa sababu ukanda huo wa Gaza utaangamizwa kabisa. Na hili uh, katika kuweza kuzungumza hivyo hata hivyo upande wa Umoja wa Mataifa nao wameweza kutoa tamko kuhusiana kwa hiki ambacho kinaendelea katika ukanda wa Gaza, lakini hata hivyo na kuhusiana kile ambacho Uh, waziri huyu wa fedha wa Israel alichoweza kuzungumza kuhusiana na kuweza kuangamiza ukanda wa Gaza. Lakini hata hivyo unakuja kuangalia mpango wa watu ambao wanaishi ukanda wa Gaza kuweza kuama na kuweza kuhamia katika baadhi ya mataifa ya Kiarabu ni kama vile unasuasua. Na hii ni baada ya baadhi ya mataifa kuweza kuingilia kati na kusema kwamba haiwezekani watu ambao wanaishi katika ukanda wa Gaza waweze kuama na kuweza kuhamia katika baadhi ya mataifa ya Kiarabu na ikiwemo ni pamoja na taifa la Ufaransa pale ambapo tulipoweza kumuona Rais wa Ufaransa Emmanuel Macron alipoweza kutoa tamko rasmi kuhusiana na watu ambao wanaishi ukanda wa Gaza kwamba watakiwi kuweza kuondoka katika katika taifa lao na kuweza kuhamia katika baadhi ya mataifa. Lakini hata hivyo kija kuangalia mgogoro huu ambao unaendelea kati ya Israeli pamoja na kikundi cha Hamas ambacho kinapatikana katika taifa la Palestina ukanda huo wa Gaza. Aa, kipindi ambapo mgogoro huu ukiwa unaendelea, hatujawahi kuona taifa la China likiweza kuingilia kutokana na mgogoro huu wa kivita ukiweza kuendelea, lakini baada tu ya watu wa taifa la Gaza kuambiwa kwamba inabidi waweze kuama na kuweza kuhamia katika baadhi ya mataifa ya Kiarabu, tukaweza kuona upande wa China na wenyewe wakiingilia kati kuhusiana na kupinga watu ambao wanaishi katika ukanda huo wa Gaza kuweza kuhamia katika baadhi ya mataifa ya Kiarabu. Pale ambapo Rais wa China Xi Jinping alipoweza kuzungumza na yeye akisema kubaliani na tamko ambayo liliweza kutolewa na Rais wa Marekani Donald Trump aliposema kwamba inabidi watu wa Gaza kuweza inabidi waweze kuhama na kuweza kuhamia katika baadhi ya mataifa Arabu, ya Kiarabu akisema yeye akubaliani na hilo. Lakini hata hivyo, nakuja kuangalia hata Umoja wa Mataifa katibu mkuu Umoja Mataifa Antonio Guterres na yeye aliweza kuzungumza akisema kwamba haiwezekani watu ambao wanaishi katika taifa la Gaza kuweza kuiacha ardhi yao na kuweza kuhamia katika baadhi